Unatazama Furaha FM Media. Wanawake pamoja na vijana ni Eringa, wajasiriamali mkoani Iringa wametakiwa kutumia fursa mbalimbali za kibiashara zinazopatikana nchini ili kujikwamua kiuchumi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Peter Serukamba ametoa rai hiyo wakati wa kufungua mafunzo ya wanawake wajasiriamali ambayo yameandaliwa na Chemba ya Wanawake Wajasiriamali Tanzania, TWCC, yenye lengo la kujenga uwezo na kuwaunganisha karibu na taasisi binafsi pamoja na serikali ili kuongeza ufanisi wa kibiashara. Mheshimiwa Serukamba ameongeza kuwa kupitia mafunzo hayo yawasaidie wanawake kutengeneza bidhaa zenye ubora pamoja na kuzingatia kanuni na taratibu za serikali zinazotumika katika biashara ili kuepuka usumbufu. Mafunzo haya yanalenga kuwawezesha na kuwajengia uwezo wanawake wajasiriamali na vijana kupata taarifa maarifa na stadi wanazohitaji ili kufanikiwa kupata masoko ya ndani kikana kwa taifa hasa soko huru la Afrika. Ndugu washiriki, mafunzo haya ni muhimu sana kwa wazalishaji wenye wa bidhaa zenye vigezo vya kuuzwa katika masoko ya nje ya nchi export ready products ikiwemo soko huru la Afrika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kufungua nchi kwa kuboresha diplomasia ya uchumi na kuwezesha watanzania kunufaika na fursa za ndani kikna kimataifa hasa katika eneo la masoko soko la afrika ni soko kubwa kwa kuwa bara la afrika inakadiriwa kuwa na wakazi bilioni moja nukta tatu serikali ya rais samia kwa kutambua fursa hizi iliridhia mkataba wa soko huru la afrika na jukumu letu wafanya biashara na wazalishaji kuchangamkia soko hili msingi hakikisheni mnazingatia viwango vya ubora vinavyokubalika, ambayo ndio mmoja ya lengo la mafunzo yenu kuliyotoa kweli. Jengeni ushirikiano baina yenu, ili mkiazimana na kukuza biashara zenu na kujenga uchumi imara kwa nchi. Rais wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania CPA Mercy Sila amesema jukumu la TWCC ni kuhakikisha wanawake wanazifikia fursa mbalimbali pasipo vikwazo pamoja na kuunganisha na masoko. TWCC, matumaini yetu makubwa na matumaini ya kuanzisha chemba hiki ni kuweza kuwaunganisha wanawake wajasiriamali na kuweza kuwapa na kuwafahamisha fursa mbalimbali zilizopo ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu ili kuweza kuwanyanyua ya kibiashara na kiuchumi na kuweza kuhakikisha kwa kwamba wanafanya biashara zao kwa kuzingatia taratibu, sheria na miongozo mbalimbali ya nchi hii. Kwa upande wake mwenyekiti wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Iringa Bi Pendo Ndumbaro amepongeza jitihada za serikali kuingia makubaliano na soko huru la Afrika kwa kuwa litapunguza baadhi ya vikwazo vya kibiashara. na mamlaka nyingine. Ina ina maana tutapata bidhaa bora tutakazoweza kushindana sokoni katika soko huru la Afrika vi, vi, belia, kwa sababu tunaona kuna baadhi ya kama zile beri ya vikwazo vimeondolewa katika soko huru la Afrika knamini kwa mkoa wa Iringa tu. Unatazama Furaha FM Media.